Siku ya pili kabla ya Amina kujifungua, Hassan alimtembelea nyumbani kwake. Alimletea zawadi ndogo, vitu vya mtoto vilivyoandaliwa kwa umakini. Amina alitabasamu kwa upole, macho yake yakijaza hisia zisizoelezeka. Asante, alisema akishika zawadi, hii inamaanisha zaidi kuliko maneno. Waliweka kiti kando ya mlango, wakiangalia jinsi mvua inavyopiga kwa upole paa Hassan alihisi moyo wake unachanganyikiwa, furaha, hofu na msukosuko wa kimsingi. Alitaka kuuliza mengi, lakini hakujua ni wapi kuanza. Amina alijua lakini hakuuliza, hakutaka kumlazimisha. Mtoto atajifunza mengi kutoka kwako, Hassan alisema hatari. Amina alimtazama, macho yake yakitabasamu kwa shukrani. Na kutoka kwako pia, alisema. Hapo waliketi kimya Wakikagua furaha ndogo iliyoanza kuunda bila maneno mengi. Mvua ilipungua taratibu. Hali ilikuwa tulivu. Lakini ndani ya moyo wa Hassan, nguvu mpya ya uelewa ilianza kuota. Huu ulikuwa mwanzo wa kitu kikubwa, sio tu kwa Amina na mtoto wake bali kwa maisha yake yenyewe. Usiku huo, hospitali ilijaa hisia za hofu na furaha. Amina alihama mapema asubuhi akipewa kambi ya kujifungua. Hasan alimfuata kimya bila masharti. Hakukusudia kudhibiti, bali kuwa faraja wakati wa ujauzito kwanza. Daktari alipiga simu kwa Hasan: Amina ana nguvu, lakini jitihada yako itakuwa msaada mkubwa. Alifika chumba, mikono yake ikishikilia zile za Amina. Tutapita pamoja, Hasan alisema. Amina alitabasamu kidogo, macho yake yakijaza matumaini. Mwanga wa jua ulipofika kupitia dirisha, kulikuwa na hisia ya uhishiwaji. Maumivu yaliongezeka, lakini Amina alitabasamu, akionyesha uthabiti wa mwanamke jasiri. Hassan aliketi karibu, akimtia moyo kwa kila pumzi. Kila hatua ilikuwa chache, lakini kwa kila hatua, uhusiano wao ulizidi kushikamana. Mwisho, kwa dakika zilizokamilika, kilikuwa kicheko na kilio cha furaha. Amina alijifungua kwa usalama, na mtoto alikuja duniani akiwa mzima na afya. Hassan alibaki akitazama ya macho yake yakijaza machozi ya furaha na heshima. Baada ya kujifungua, Amina alikaa hospitali siku chache kupumzika. Hassan alikuwepo kila wakati, akihakikisha kila kitu kiko sawa. Alimfundisha kutumia muda wake vizuri, akimwonyesha jinsi ya kudhibiti hofu na kupumzika. Watoto wa hospitali walimzunguka Amina kushangilia, na Hassan alishirikiana na wafanyakazi kuhakikisha kila kitu kiko salama. Alijua kuwa usaidizi wake haukuwa kwa Amina tu, bali kwa maisha mapya yaliyoanza kuunda. Hapo ndipo Hassan aliona alama ile ile kwenye mkono wa Amina, alama ya zamani iliyokuwa na historia ndefu. Alijua sasa ni muda wa ukweli, lakini alichagua subira. Alijua ukweli hauhitaji kushinikizwa. Amina alimshukuru kwa kila kitu, akitabasamu hata akiwa mchanganyiko wa uchovu na furaha. Hasan alijua, alihisi na moyo wake ulijaa amani, lakini hadithi kubwa zaidi bado ilikuwa mbele yao. Baada ya siku chache, wakati wa kurudi nyumbani ulifika. Hasan alimsaidia Amina na mtoto. Alitabasamu akishika mtoto kwa uangalifu. Huyu ni baraka yako na sasa pia ni sehemu ya familia yetu, Hassan alisema. Amina alitabasamu, macho yake yakijaza shukrani. Na wewe pia, alisema akitabasamu kwa upole. Hapo waliketi kimya huku mvua nyepesi ikipiga barabara ya mtaa. Wajirani walikaribisha furaha mpya, wakishangilia na kumsihi mtoto awe na afya. Wakati wa kuingia nyumbani, Hassan aliona picha kwenye kuta, picha ya familia picha ya zamani na ishara ya uhusiano wa kweli. Alijua sasa ni nafasi ya kusema ukweli kwa heshima, kwa upendo. Usiku mmoja Hassan alikaa na Amina peke yao. Alimwambia, nina kitu cha kuzungumza na wewe, ni historia yangu ya zamani ambayo labda utahitaji kuijua. Amina alitabasamu kwa subira, niko tayari kusikiliza. Hassan alikabiliana na historia yake, picha za zamani, mimba iliyopotea Mapenzi yaliyosababisha maumivu na uamuzi mgumu wa kimsingi. Alimwambia Amina kila kitu bila kuficha chochote. Amina alisikiliza kwa utulivu, macho yake yakijaza uchungu na kuelewa. Hakulalamika, hakusema maneno makali. Alitabasamu kwa upole. Hii ni sehemu ya wewe na bado una nafasi ya kuunda kesho. Hassan alihisi mzigo ukiondoka. Uaminifu wao ulikuwa kwa kina. Hakuna siri tena, hakuna hofu. Waliingia kwenye uhusiano wa kweli ambapo historia ilikuwa sehemu ya msingi, si kikwazo. Wiki chache baada ya ukweli kufichuliwa, Amina alijisikia nguvu zaidi. Alijua sasa hakuna siri iliyofichwa, hakuna hofu isiyo na maana. Hassan alikuwepo kila hatua, akimsaidia, akimtia moyo, lakini bila kumlazimisha. Watoto walikuwa wakiwaangalia kwa shangwe, watoto wa jirani, furaha ya familia ndogo Ikiunganisha majirani wote. Hassan aliona thamani ya muda ya usaidizi na ya upendo usio na masharti. Alijua mafanikio ya kweli hayapimwi kwa mali, bali kwa moyo unaojali. Amina alianza kufundisha wanawake wengine wa jirani juu ya nidhamu ya kifedha. Akishirikiana na Hassan, walijenga mpango mdogo wa kusaidia akina mama kujiwekea akiba na kufanikisha elimu ya watoto hao. Watu walishangilia. Kila siku ilikuwa funzo, kila kicheko kilijaza moyo, kila changamoto kilikuwa chombo cha kuimarisha uhusiano. Hassan alijua hatimaye amefanya jambo sahihi, kupata kiongozi wa kweli, si tu fundi wa umeme. Siku ya kuzaliwa kwa mtoto, jiji lilijaa shangwe. Wageni walikuja kumsalimia Amina na mtoto, kila mmoja akileta zawadi ndogo. Hassan alishikilia mkono wa Amina macho yake yakijaza machozi ya furaha. Angalia baraka hizi, Hassan alisema kimoyomoyo, zote hizi ndizo kazi ya moyo wako. Amina alitabasamu akishika mtoto wake kwa upole. Na wewe pia, alisema. Huu ni mwanzo wa familia yetu ya kweli, yenye heshima, upendo na imani. Watoto wa jirani walicheka, wakiimba wimbo mdogo wa furaha. Hassan alijua sasa, hatimaye maisha yake yalikuwa na maana zaidi ya mali. Yalikuwa na familia, upendo na amani. Baada ya wiki kadhaa, Hassan aliamua kuanzisha shule ndogo ya ufundi kwa akina mama na vijana. Amina alisaidia kupanga, kutoa mafunzo na kushirikisha mafanikio yake kidijitali. Wafanyakazi walihamasika, vijana walifurahia. Hassan alijua kila hatua ilikuwa changamoto, lakini pia fursa ya kuunda jamii yenye nguvu. Amina alimtia moyo kila wakati bila kuegemea kwake mali au hadhi. Wakati wa ufunguzi, Hassan alihutubia, "Leo tunajenga si mali bali watu. Kila baraka inatoka kwa moyo, si kwenye akaunti ya benki." Watu walishangilia, akina mama walikumbatia furaha mpya. Hassan alitambua mafanikio halisi hayapimwi kwa fedha bali kwa nyoyo zilizojaa upendo na heshima. Mwaka mmoja baadaye familia ndogo ilikuwa imethabiti. Hassan na Amina walikuwa wanandoa wa heshima na upendo, wakiendeleza mradi wa jamii. Mtoto alikuwa na afya na furaha ya nyumbani ilikuwa thabiti. Hassan aliketi kando ya Amina, akishika mkono wake. Tumevuka mengi, alisema, lakini hatimaye tunayo amani ya kweli. Amina alitabasamu, akishika mtoto wake kwa upole. Na wewe pia, alisema huu ni mwanzo wa familia yetu ya kweli yenye heshima, upendo na imani. Watoto wa jirani walicheka wakiimba wimbo mdogo wa furaha. Hassan alijua sasa hatimaye maisha yake yalikuwa na maana zaidi ya mali. Yalikuwa na familia, upendo na amani. Siku ya mwisho ya mwaka, Hassan alielezea historia yao kwa kijana mmoja wa mradi wa ufundi. Kila changamoto, kila uchungu, kila siri iliyofichwa imetufundisha thamani ya kweli Sikia, mwanga wa upendo siyo kelele za mali. Amina alimwongoza kijana, akionyesha jinsi ya kutumia ujuzi, nidhamu na heshima. Mtoto aliangalia wazazi wake kwa macho ya kufurahi, ishara ya maisha mapya yaliyojaa furaha. Mwisho Hasan na Amina waliketi pamoja, mikono yao ikiwa imeshikika kwa heshima na upendo. Safari yao ilikuwa imesonga kutoka hofu, siri na uchungu hadi amani, furaha na matumaini. Na pale hadithi ya fundi umeme mjamzito na bilionea aliyebadilika iligeuka kuwa mfano wa maisha halisi ya Kenya ambayo inaonyesha kuwa upendo, uaminifu na subira ni mali kubwa zaidi kuliko fedha zote.